Na natoa siku nne kwa watu watatu sekeli goni na Kevo yule influencer aliomtoa, wamrudishe. Nimetoa wa siku ngapi? Nne. La sivyo, nitakuja ntakuja kwa bomoa. Wakiniona hatanisalimia tena. Kwaiyo mi naamini mpira sio chuki, mpira ni urafiki Simba na Yanga tuendelea kuwa watani, tuache cha cha cha Luana kila siku kama jinsi ambavyo ya maisha yaende, lakini chuki na fitna tuondoe. Kwa huwezi ukaitofautisha kati ya injinia na Yanga, lakini kuna muda a injinia lazima anatakiwa kujitofautisha kwamba mimi ni rais wa Yanga, lakini mimi ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sikiliza vizuri wewe, yawezekana kuna muda mwingine mshabiki wa Majimaji Songea, kuna muda mwingine mshabiki wa TRA United anahitaji kwenda kumsikiliza mwenyekiti wa vilabu nini anaongea. Shida inakuja anajiuliza, na kwenda pale, kwenda kumsikiliza mwenyekiti wa vilabu. Ni kweli kofia aliosimama nayo injinia hivi sasa ni mwenyekiti wa vilabu, wale waliomzunguka injinia wanakwenda kutengeneza taswira ya interest katika hayo mambo leo hii inaonekana kwenye dunia leo hii inaonekana kwenye bara la Afrika kiongozi aliyoteuliwa na FIFA ni mmoja tu inavyoonekana, lakini hii taswira mmeitengeneza nyinyi waandishi wa habari. Leo hii dunia inajua imekwenda kumteua mtu kutoka Afrika, kutoka Afrika mashariki na kati kuwa makamu wa rais wa soko la ufukweni. Nyinyi mnajua mnasema mnasema nimezungumza na ndugu yangu, leo hii kuna mwanamama ameteuliwa kusimamia soka la wanawake duniani. Nyie mnajua kila mke kako na injinia, injinia, injinia. Naam, mwe bwana brother Kisugu, assalamu aleikum. Waaleiku salam warahmatullahi taala wabarakatu warahmatullahi rabbil alamin. Ni jambo jema lakini pia ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeamka siku nyingine. Jana tulikuwa katika siku ya Nyerere Day kumkumbuka baba wa taifa hili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa namna ambavyo alivyotangulia mbele ya haki. Kwahyo jana tulikuwa tumebaki na familia na kumwenzi yale ambayo Mwalimu Nyelele alotuachia, lakini moja mimi ita mfano, ukiingia kwenye peji zangu, kwa sababu alikuwa naa sana kuchapa kazi. Jana niliamka kufanya usafi no nyumbani, nikachukua fagio kahuagkafag nika nika, kahuua sawa ao nilimwenzi vizuri kwa yu. Leo nimeamka katika mchaka mchaka wa mtu mweusi, Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine tenamaakisugu yes. Eh, jana wakati napitapita katika mitandao kijami, eh, ya kijamii niliona baadhi ya maoni ya wadau wa mpira eh, hasa kwa upande wa kuna msimbazi Simba, wengi wao wakisema kwamba viongozi wa upande wa pili, kwa maana ya watani da Young Africans, wamekuwa wakikaa karibu sana na waandishi ama vyombo vya habari, na hii imekuwa ikiwasaidia mara nyingi wanapokuwa na mambo yao, na kuna haja ya viongozi wa Simba pia na wao kufanya kama hivi ambavyo wanafanya wapinzani wakuu wa Simba. Je, eh, yeah, hili kwa namna moja ama nyingine, maoni yako ni yapi? ya mi nafikiri kwamba kila mmoja na utaratibu wa kuendesha taasisi ambavyo kwa namna ambavyo alivyo, alivyokabidhiwa. Lakini moja lazima nikiri, hata sisi Simba tumekuwa na mahusiano mazuri sana na, na, na waandishi wa habari. Tumekuwa na watu karibu sana na wanahabari, ili hakuna mtu yote ambaye anaweza anaweza kupinga. Kwa hiyo kukaa karibu na wanahabari, mi nafikiri ni jambo jema, ni jambo zuri kwa sababu linakupelekea kutengeneza brand yako vizuri kwa namna ambavyo klabu yako unavyotaka kuitangaza mbele ya jamii. Mi wa siku zote naamini kwamba waandishi habari moja ni kiungo muhimu sana kwa jamii waandishi ambao wana uwezo wa kujenga kwa muda mchache, na wanaweza kubomoa kwa muda kwa muda mchache. Kwa hiyo unapoamua kukaa kushirikiana na waandishi wa habari linakuwa ni jambo jema sana, kuona namna moja au nyingine kwenda kutengeneza brand yako kwa, kwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi kwangu binafsi sioni tatizo na wala sioni shaka kama management ya Yanga kwenda kushirikiana na wanahabari, lakini cha kujiuliza, lipi ambao umekwenda kushirikiana kubwa kuona namna ambavyo anakwenda kuweka brand yake. Sasa kwangu mimi, no doubt katika hilo. No. No doubt. Kuna haja ya viongozi wa Simba kufanya kama ambavyo wanafanya kuandaa labda events kama zile ambazo zimeandaliwa kuwakutanisha watu wa kada tofauti tofauti, na ikiwemo na wanahabari wenyewe. Ya unajua, kuandaa event inategemea na sababu, huwezi tu ukasema nawaita tu waandishi wa habari waje tu nyumbani waje tu klabuni. Unapomwita mwandishi wa habari maana yake kwamba lazima una sababu ya msingi kwenda kukutana na wana habari. Jana swaiba wangu wa karibu, rafiki yangu engineer Heri Said aliwaita waandishi wa habari, lakini leo nataka nipitie somo kidogo, nitoe somo kupitia ninyi waandishi wa habari, kwa maana kwamba kituo chenu cha Fans Simba TV. leo unapokwenda kumzungumzia engineer Heri Said ukazungumzia katika taswira kwenye bara la Afrika unakwenda kumzungumzia mwenye kofia mbili moja, ukizungumzia Afrika mashariki na kati kwa maana ya Tanzania, unakwenda kumzungumzia rais wa Dar es Salaam Young Africans, ukaenda kumjumuisha kwenye bara la Afrika pia, unakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa umoja wa virabu kwenye bara la Afrika. Jana alikuwa na event ya marafiki wa injinia, event ya kwanza marafiki wa injinia moja katika marafiki wa injinia ni mimi mikoi Kisugu, ambaye alinialika katika ile event yake. Nilishindwa kufika kutokana hali na hali halisi ya mazingira na uhalisia wa mambo, kwa namna jana ulivyokuwa na eneo ambavyo nilipokuwa nao, lakini niseme tu hili, nizungumze na injinia Harris, kwa sababu ni msikivu, ataenda kunielewa. Anipokwenda kuandaa event yake, anatakiwa ajipambanue na kwenda kukaa katika standard event anakwenda kufanya kama mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika, au anakwenda kufanya event kama rais wa Dar es Salaam Young Africans? Inawezekana jana katika event ambayo aliyeandaa kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, inawezekana na kama ameandaa katika lile nimpongeze. Unapokwenda kuandaa event kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika maana yake unatakiwa usimame kwenye kofia ya wenyekiti wa virabu barani Afrika, unakwenda kuongea na virabu huendi kuongea na klabu. Shida iliyopo inawezekana dhamira ya Injinia ikawa nzuri, programu ya Injinia ikawa safi, tatizo linakuja waliomzunguka Injinia wanalipokeaje katika leo kuna muda mwingine kwa namna ambavyo mapokezi ya watu wake wa karibu wanakwenda kuharibu taswira nzima ya kile ambacho injinia anachokwenda kukiandaa. Naamini huwezi ukaitofautisha kati ya injinia na Yanga, lakini kuna muda injinia lazima anatakiwa kujitofautisha kwamba mimi ni rais wa Yanga, lakini mimi ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sikize vizuri, h yawezekana kuna muda mwingine mshabiki wa majimaji Songea, kuna muda mwingine mshabiki wa TRA United anahitaji kwenda kumsikiliza mwenyekiti wa vilabu nini anaongea. Shida inakuja, anajiuliza, na kwenda pale, kwenda kumsikiliza mwenyekiti wa vilabu. Ni kweli kofia aliyosimama nayo injinia hivi sasa ni mwenyekiti wa vilabu, wale waliomzunguka injinia wanakwenda kutengeneza taswira ya interest katika hayo mambo ni mwombe sana swaiba wangu injinia na amini na kubali na anajua, nimeshampata adm kumpongeza katika nafasi ambayo liokuwa nayo, lakini anahitaji kuwabadilisha watu ambao wanaomzunguka hapa. Lazima tuzungumze kwa umakini sana, na hili somo lazima liende kwa watu wahusika, tunapokwenda kulizungumzia kwa marefu, kwa mapana lazima tujue tunamaanisha nini tunazungumza katika hili, kwa sababu jambo liliyotokea kwa Heris huwezi mwanadamu kulikataa wa kawaida, kwa sababu ni jambo ambalo liko liko wazi. Shida awa wanaomzunguka na walichokwenda kukifanya, na ukiangalia namna ambavyo maisha yetu wa ya football Tanzania ya yalivyo katika ya ushabiki wa Simba na Yanga, inafika mahala inawaondoa watu wasilia katika mpira, kwa sababu ya ushabiki wa Simba na nini na uyanga Leo hii huwezi ukaniambia mi unakuja kwenye event kwa ajili ya kumsikiliza mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, jano na kijani pale imetawala, kuna nini? Kuna nini? Maana yake mi napeleka mawazo moja kwa moja kwamba pale tunakokwenda kuna interest, hakuna uweledi. Na kuna muda mwingine kuna mtu anakataa kwa sababu ya kuja, atakwenda kutengeneza chuki na upande ambao yeye anaamini katika upande wake. Wanahabari, msaidieni, ili nendeni mkatoe elimu kwa watazamaji wenu na wasikilizaji wenu. Kuwa na kofia mbili sio dhambi, dhambi ni interest. Leo hii kuna muda wengine, ndugu zangu waandishi wa habari, nawaambia, japokuwa mtanichukia, lakini wache niseme kwa sababu ni marafiki Nyinyi kuna muda mwingine mnatengeneza mazingira haya iniyotokea. Leo hii inaonekana kwenye dunia leo hii inaonekana kwenye bara la Afrika kiongozi aliyoteuliwa na FIFA ni mmoja tu inavyoonekana, lakini hii taswira mmeitengeneza nyinyi waandishi wa habari. Leo hii dunia inajua imekwenda kumteua mtu kutoka Afrika, kutoka Afrika mashariki na kati, kuwa makamu wa rais wa soko la ufukweni. Nyinyi mnajua? Nasema. Nimezungumza na ndugu yangu. Leo hii kuna mwanamama ameteuliwa kusimamia soka la wanawake duniani. Nyinyi mnajua? <coughs> Nyinyi kila mkiika kona, injinia, injinia, injinia. Natu... tunapoamua kujenga tujenge. Na tunapoamua sasa tunabomoa basi tukubaliane tubomoe maana gani hiyo? Tukitamua kutaka kujenda lazima tukubaliana. Kwa mwenyekiti wa vilabu anapoandaa event, tuamini kwamba anakwenda kuandaa kwa, kwa ajili ya umoja wa vilabu barani Afrika. Swala la uongozi hapa linatokea wapi? Swala la jumamwiko hapa linatokea wapi? Swala la kina Mwajuma ndala ndefu hapa linafuata ni nini? Maskini kijana yule alitengeneza event nzuri naenda kukutana na marafiki zangu na kwenda kuzungumza mipango na misingi ya vilabu ya umoja barani Afrika. vizuruda wala kina godi Yanga, akina Yanga wakaiteka ajenda, akina mzee wa mokoto wakaiteka ajenda. Baada ya kusimama kwenye umoja wa vilabu wakaibeba ajenda, wakaipeleka, wakaiona ni ajenda za Dar es Salaam Africans, wanamwalibia na ili lisiharibike ili litengemaye mapema, mimi kama mtani lazima nimwambie mtani wangu injinia yeye, yeah. Yanga mi Simba, nani atamwambia ukweli? Kev atasema ukweli, zaidi ya kuonea watu wivu na kuandika barua nawafungia kwenye ma tina, atasema ukweli. hawezi. Haya, leo watuambie, wamekwenda kumfungia influencer mwenzao kwa sababu zipi? Kwa sababu tu bosi kampa hela. Mpira sio chuki, mpira sio wadui. Nasema na nitaendelea kusema, Simba na Yanga ni tunu la taifa. Hii ndio kauli mbiu yangu. wazee wetu kutengeneza hivi virabu na sisi tumevikuta. Dhamira ya wazee wetu sio kututenganisha, dhamira ya wazee wetu ni kutuweka pamoja. Tuache chuki, tuache fitna. Leo hii mnakwenda kumfukuza mwenzenu kwa sababu tu bosi kaka naye kampa laki moja na elfu Namwambia wese wa influensa kwa wa Yanga toka, tunakupa miezi sita <laughs> alafu watakaa watajiuliza, huyu mwamba anapata wapi? Mimi niko Kisugu, nataka kuwambia tuna intelijensia kubwa kuliko wao wanavyofikiria, na natoa siku nne kwa watu watatu sekeli godi na Kevo yule influensa walomtoa, wamrudishe ni mtoa wa siku ngapi? Nne, la sivyo nitakuja kwa bomoa. Wakiniona hatansalimia tena kwao. Mi naamini mpira sio chuki, mpira ni urafiki. Simba na Yanga tuendelea kuwa watani, tuchacharuana kila siku kama jinsi ambavyo maisha yaende, lakini chuki na fitina tuondoe.